Kuna watu wanafikiri watu wa Arusha hawana kumbukumbu kumbu. Wanataka kuwadanganya na mimi siko tayari, kwa sababu ukweli una tabia ya kuishi, na chama changu cha mapinduzi kinasema nitasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Wangapi mnapenda ukweli? Apanyosha mkono. Arusha oye! Unajua kuna mambo mengine twende polepole. Kuna mambo mengine sikutaka kuyasema, kwa sababu nina uwezo mkubwa sana wa kupuuza, lakini nimechokonolewa sana na baadhi ya watu, kiasi ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu mkachanganywa. Kwa hiyo kwa sababu nimelazimishwa mengi nitapuuza, lakini nitasema angalau moja, na naomba mnikubalie, na nikishasema hilo tutaendelea na mambo mengine. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na jinadi siku nyingi, anasema wakati anakwenda kwenye sendofu alitumia koti langu, mimi mtoto wa mama muuza uji, lakini leo hii anadiliki kufikia na kusimama mahali anasema eti Gambo ameumiza watu wengi. Hivi nataka niwaulize, hivi mimi na yeye nani ameumiza watu wengi katika nchi hii? Nyinyi mnakujua Dar es Salaam, nyinyi nendeni mkatafute habari zake kule, hata kumsalimia mtaogopa. Nataka kokote alipomwambie mikono yangu ni safi sina changamoto yoyote na sijamuumiza yoyote. Badala yake nimesaidia watu wengi sana kote nilikopita kuwa kiongozi. Nimesaidia watu wenye ulemavu, tumewapatia viti mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwasaidia. Tumewasaidia watu kupata miguu bandia ambao hawajatarajia kupata ulemavu. Tumesaidia vituo vya yatima, tumesaidia kila mahali. Mwambieni hayo ni matendo mema, hakuna hata moja la kumuumiza. Na nimeamua niseme kwa sababu amesema, eti nenda kwa wananchi wa Arusha, uende eti ukawaombe radhi. Wananchi wa Arusha, nimewahi kuwakosea nyie wangapi? Wanasema sijawahi kuwakosea hapa. Unajua kwa nini? Kwa nini anasema niombe radhi? Niwape mfano mmoja. Mimi niliamua kufunika kombe mwanaalamu wapite, lakini ameamua kunichokonoa mwenyewe, na nisiposema wengine mtaamini ni kweli. Kuna jambo moja akiweza kunijibu hilo jambo, akiweza kujibu hilo jambo, mimi nitarudi kuja kuomba radhi hapa, si kam, mnanielewa? Kuna hoja moja niliijenga. Inahusiana na jengo la utawala la jiji la Arusha. Niliwaambia sisi tunataka maendeleo, lakini tunataka maendeleo yanayoendana na thamani ya fedha, tunataka maendeleo ambayo yanalinda kodi za Watanzania na ndiyo kazi mlionituma. Jengo la utawala linatakiwa kuwa la gorofa nane, awamu ya kwanza ground floor wamelipa bilioni moja na milioni themanini na moja pale ground floor peke yake, wakamaliza wakatangaza tenda akapatikana mkandarasi kwa bilioni kumi na moja na milioni mia sita na kumi na tisa ukijumlisha, jumla yake ni bilioni kumi na mbili na milioni mia saba. Nikawaambia, ukigawanya kwa nane, maana yake kila gorofa moja, kila floor moja, yani floor unavyoona kama hiyo unaijenga kwa bilioni moja na milioni miatano na themanini na saba haikubaliki. Kwa hiyo lazima hayo mambo tuyaseme, weidha wanafurahi au wanachukia. Lakini baadaye wakasema, kwa sababu kwa sasa hatuna mapato, tuingie mkataba mdogo. Wakaingia mkataba mdogo wenye thamani ya bilioni sita nukta mbili nikapata taarifa kwenye bilioni sita nukta mbili kuna mtu pale ameandika badala ya kuandika mita square ameandika cubic mita. Yani ni sawa sawasawa, ukisema mbili mara mbili ni nne. Akisema cubic mita maanake ni mbili mara mbili mara mbili, maanake inakuwa ni mbili mara mbili ni nne, nne mara mbili ni nane. Maanake badala ya kulipa gharama ya nne unalipa gharama ya nane. Huo ni wizi, sio? Kama mnanielewa.